Kwa majina ninaitwa Bisendo Peter, ni katibu wa Umoja wa Vijana wa Kanisa la Mennonite Tanzania. Ninamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametupa neema ya kutumika ndani ya kipindi hiki. Tulikuwa na juma la vijana Kanisa la Mennonite Tanzania, na siku hii ya leo Jumapili ya tarehe tano Oktoba tumefanya hitimisho letu la maazimisho ya juma la vijana hapa Kanisa la Mennonite Jimbo la Nyakato Diocese ya Mwanza. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. E, dhima kubwa ya juma la vijana ni kuwaleta vijana pamoja kushiriki kuihudumia jamii kwa maana ya kwamba kupeleka misaada kwenye jamii kupeleka injili ya Yesu Kristo iletayo okovu kwa watu wenye uhitaji, e, kufanya ukarimu kwa watu mbalimbali na makundi ambayo yametengwa, na hususan huwa tunaazimisha kila mwaka, lengo ni kwamba kijana aweze kuitumikia jamii. Juma hili la vijana limekuwa ni msaada sana kwa jamii, kwa sababu vijana wamekuwa wakitoa sehemu ya uhai wao, kwa maana ya kwamba wanatoa damu zao kuchangia kwenye vituo vya kuchangia damu. Vijana wamekuwa wakipeleka misaada kwa wahitaji, vijana wamekuwa wakihubiri injili ya Yesu, lakini vijana wamekuwa pia wakitumia nafasi hii kwa ajili ya kuleta amani na upatanisho kwenye jamii, kwayo ni kitu kimuhimu sana kwa kanisa letu. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elizabeth Obadia. Jumapili ya leo tarehe 5 Oktoba, tuko hapa katika dayosisi ya Mwanza tukiadhimisha kwa pamoja juma la vijana ambalo limekuwa la baraka sana mwaka huu 2025. Nikusihi kijana, juma hili limeishia leo tarehe 5 Oktoba, lakini tarehe 8 mwezi wa 12 2025 tunakutana pale Shinyanga. Kwa hiyo usipange kukosa, na Mungu akubariki sana. Lakini pia tukiwa tunaadhimisha juma hili la vijana ambalo limekuwa baraka sana, ni wasihi wa Tanzania wenzangu wote ambao ni vijana, tunajua tunaelekea katika msimu wa uchaguzi. Ndugu wa Tanzania, ndugu vijana, tulinde amani na utu wa taifa letu. Tukiwa tunatamatisha juma hili la vijana 2025 katika dayosisi ya Mwanza, sisi vijana wa Mennonite Tanzania tunasema kwamba kijana uwajibike katika kutunza amani ya taifa hili. Tunasema kwamba Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki na watu wake. Bwega, skofu, usisi mashariki asiia mashaikiasla lakini pia Skofu mlezi wa jumu yetu ya Tanzania. Tuko mahali leo, katika maadimisho ya jua la vijana wa nchi yetu na wakanisa kwa pamoja ili kujifunza maadili tukiamini tukiaminama ijana wakifundishwa maadili mema tunategemea kupata viongozi humo ndani viongozi wa kanisa walio wema, lakini pia tunategemea kupata viongozi wa serikali walio wema na wacha Mungu. Uh, ningependa kutumia nafasi hii kwanza kabisa kuwashauri vijana wa kanisa lakini pia vijana wa nchi hii kwamba tukijua, tukiangalia asilimia kubwa ya Watanzania sasa hivi ni na vijana, naomba vijana wawe na utulivu na hasa katika kipindi hiki tulicho nacho na ni imani yangu kwamba tuwahimiza tuwa sana wajiandikishe kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kwa hiyo nawahimiza tu kwamba wawe tayari kujitokeza siku ya tarehe 29 9 ambayo ni siku yetu ya uchaguzi mwezi Oktoba, lakini waende wapige kura, kunaweza kupiga kura warudi nyumbani, ndio jukumu tulionalo.